Mwandishi wa habari mwandamizi wa Azam Media Limited, Rahab Fred Fungo amefariki dunia hii leo katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, Dar es Salaam wakati akiendelea kupatiwa matibabu. Marehemu Rahab ni mwandishi wa habari na mtangazaji eh, mahiri alianza kupata umaarufu akiwa kampuni ya Sahara Media Group kwenye kituo cha Radio Free Africa. Hadi umauti unaomfika, Marehemu Rahab Fred alikuwa ni mhariri mkuu msaidizi wa habari na matukio wa Azam TV. Na sasa tutaangazia kwa undani eh, safari yake tangu akiwa eh, anasoma shule akiwa binti mdogo anasoma shule mpaka alipoingia kwenye tasnia ya habari mwaka 1991. Mpaka mwaka 1994 Rahab alikuwa akisoma Jangwani Sekondari, na mwaka 1995 mpaka 97 akichukua elimu yake ya sekondari ya juu katika shule ya sekondari Jitegemee. Mwaka 1998 alisoma Tanzania School of Journalism mwaka yani ya, shule ya uandishi wa habari akisoma astashahada ya uandishi wa habari mwaka 1998 mpaka mwaka 2000, alisoma Tanzania School of Journalism akisoma shahada ya uandishi wa habari sta shahada ya uandishi wa habari mwaka 2010 mpaka mwaka 2015, alisoma e, shahada, wa e, shahada, wa ali shahada ya awali ya mawasiliano kwa umma. Mafunzo ambayo ipata ni e, BBC London mwaka elfu mbili na tatu mwaka elfu mbili na sita alipata mafunzo DW Ujerumani. Eh, tuangazie kwa upande wa ajira. Mwaka elfu mbili na mbili mpaka mwaka elfu mbili kumi na moja amekuwa eh, mtangazaji na mhariri wa Radio Free Africa. Mwaka elfu mbili kumi na moja mpaka mwaka elfu mbili kumi na tano akawa mhariri wa habari wa Times FM Radio, na mwaka elfu mbili kumi na tano mpaka mwaka elfu mbili eh, uh, 25 yani, mpaka hivi sasa tunavyozungumza, amekuwa akifanya kazi na Azam Media Limited, akifanya kazi kama mhariri mkuu msaidizi wa habari na matukio, na amekuwa miongoni mwa watu ambao wamekuwa wa wakiwatengeneza na kuwafunza vijana wengi na watangazaji wengi, uh, wa habari na matukio nikiwemo mimi mwenyewe. Uh, good luck Paul. Basi tunamwombea apumzike kwa amani Rahab Fred Fungo.